Mungu kwa nafasi tena ambayo amenipa kwa mbele zake kwa ajili ya shukurani. Kwa kweli kilicho nileta hapa siku ya leo ni, ni kumshukuru Mungu kwa jinsi ambavyo amenipigania na kunishinda na kuniwezea yale ambayo mimi nilikuwa siwezi. Ah. Hmm. Hasa hasa pamoja na kwamba afya ni mgogoro, lakini namshukuru Mungu kwa uhai kwa sababu sio wote wenye kuumwa ambao wako hai. Kwa hiyo leo rasmi nimekuja kumshukuru Mungu kwa uhai ambacho hicho nina uhakika nacho, amenipa uhai pamoja na yote ambayo nimepitia. Jina la Bwana libarikiwe, amen. Amen. Amen, na nimependa kushiriki pamoja nanyi. Namshukuru Mungu kwa sababu nimekuwa pamoja nami bega kwa bega katika kuniombea, katika kunipigania, katika hali nyingi Nina mshukuru Mungu kwa ajili yenu pia, namshukuru Amen, Amen. Mungu kwa ajili ya pasta ndiyo e, ambaye hata nimekuwa na kuna siku ile ambayo tulifiwa nikaanamwambia basi, ukiona tumefiwa, unaona kabisa msiba mwingine unakuja <laughs> unaona kama unasogea Amen, lakini Mungu amekuwa mwema na ku kuniimarisha mpaka sasa ndiyo. Namshukuru Mungu sana kwa ajili ya kila mmoja mmoja katika kanisa hili. Namshukuru Mungu pia kwa ajili ya wanangu kwamba wamekubali kuwa na mimi pamoja katika ibada hii ndogo ya kumrudishia Mungu shukurani Amen. kwa uhai alioniachia, yaliyoniachia ni kweli, nimeifanya siku hii ambayo ni siku yangu ya kuzaliwa na. Nimependa kuifanya sio kama ambavyo zinafanywa si miaka mingine huko nyuma kwamba sijui birthday party sijui vitu kama hivyo, mimi nimependa kumshukuru Mungu tu kwa hilo ambalo amenitendea. Bwana Yesu wasifiwe, yeah. Basi naomba nitoe sadaka yangu ya shukurani mbele za Mungu Mungu, kwa ajili ya siku ya leo. Nimeamua kuungana mimi pamoja na mamangu Diyo, kuja kutoa shukrani, kwa maana ni upendo wa kipekee alionipendelea kwa bahati nzuri, I'm proud kwamba mimi na mamangu leo tunasherehekea kuongeza mwaka mwingine tarehe ishirini na saba mwezi wa kwanza, japo tumezaliwa miaka tofauti, lakini na kila siku ifikapo tarehe ishirini na saba mwezi wa kwanza, mimi na mamangu tunaongeza mwaka. Amen, amen, amen. Kwa hiyo nimeamua kuungana na mamangu, angu kuja kurudisha sifa na utukufu kwake. Kwa hiyo tukimwombea ampatie afya njema. Ampatie furaha na amani. Anijalie mwaka huu kawe mwaka tofauti katika maisha yangu. Iwe kiuchumi, kifamilia, ndio, na kila kitu. Kwa hiyo nimekuja na ibada pia, pia. Kwa hiyo tumekuja hapa kama familia Jee. Mama na mwana tukisindikizwa na, na mdogo wangu hapa, kurudisha shukurani kwa siku ya leo. Tunamshukuru Mungu tumeweza kuona mwaka mwingine. Haikuwa rahisi, nyuwe mnajua, mengi yamepita mpaka kufika hapa, ni bahati na, na ni na. kwa neema yake. Kwayo nimekuja hapa nikimwomba Mungu atujalie pia. Nimeona ni yani katika toka nimezaliwa hatukuwahi kufanya kitu hichi. Toka nimezaliwa hadi leo nimefikisha miaka thelathini na hatukuwahi no. kufanya kitu kama hichi. Kwa hiyo nimeona leo niache shughuli zangu zote, yani kwa sababu mimi naurigi saa nne kasema niache shughuli zangu zote, lazima nije nirudishe shukrani kwake, kwa sababu ni siku yetu Jee. na naimani leo naenda kupokea baraka kutoka no. kwa Mwenyezi Mungu, kutoka kwa pasta na pia kwa mamangu akubarikiwa Nashukuru sana shukuru kanisa Zio. kwa ujumla na. kwa sapoti mnaonyesha kwa mamangu Zio. iko ni kitu kwanza, nashukuru sana, ni kutoka moyoni, hata kama sijaiongea, lakini ni kitu ambacho mnachokiona kwa kanisa, mnachofanya kwa mamangu Zio. sijai kukiona popote kwa mina hata nikiondokaga najua mamangu huko sehemu salama, na pia kwa ujumla nimshukuru Pasta Jiu. Kwa ujumla nishukuru pia kanisa Nae. Kwa wote mliokuweko hapa hata kama az, ni nadra tuna hatuje hapa lakini kiroho pia tupo pamoja. Asante sana, sina mengi ya kuongea, ni furaha.

Ndiyo, namshukuru Baba mbarikiwa pamoja na Mama Salome na kwa jinsi ambavyo wanajishughulisha na afya yao kwa sababu pamoja na kwamba hawapo wako kwenye tabu huko waliko, lakini unakuta wanahangaika kununua dawa na kuzituma kwa gharama zao, na, na kunifikia mpaka hapa nilipo. Ndiyo. ninasema asante kwa ajili yao na Mungu azidi kuwabariki na waimarishe na wakumbuke wa pia u hawa kina brother wengi toka nafika hapa niliwakuta, na miaka nilifika, niliwakuta wanaishi una, hapa nyumbani. Kuna wakati ambao tulikuwa nao kwenye ibada eh, kwa muda na vitu ka Enay, sabu, na kama hivyo eniwa. Kwa sababu ya kuongea, naweza kaa mengi, ngoja nifupishe. Jambo la kwanza mi ni mshukuru Mungu kwa sababu ya mama pamoja na watoto wake. Unajua, kumpokea mtu au kuishi na mtu hata kama ukaita ni mtu wa Mungu, na mimi mama ameishi na watu wengi hapa, na wao wanaitwa watu wa Mungu, wao wana changamoto zao. Kwa hiyo pamoja na yote ambayo inawezekana mtu anaweza kawa anaona kama ni changamoto pia upande wa pili, lazima mtu anafahamu kumpokea. Anaitwa mgeni na kuishi naye ni changamoto inayojitegemea, sababu kwanza anakuwa na kuingilia kwenye utaratibu wako, ulikuwa wewe na familia yako, wewe na watoto wako e, mmezoea kuishi mahala huko na kule. Pera uliokuwa nalikuta, nashangaa kuna mtu tayari kashaliwahi pera, uelewelewi nani tena katoa pera hapa. Ulipanda mapapai, unashangaa kachuma mtu kapita nalo. Sasa nakumbuka mimi nilipanda hapo pale kule, kuna ndege wa angani walikuwa wanatoa sio, walikuwa wanapotelea wapi. Kwa hiyo ni vitu mfano wa hivyo. Lakini maeneo ambayo tuseme amejitoa ni mengi, hatuwezi kuelezea, ni mengi. Na mimi ninachokuwa nakisema ni kwamba tunavyokuwa kama hivi tunaishi, wewe ni kijana, ni mzee, kuishi kwako hakuna guarantee. So chochote tunachokifanya leo tukifanya kwa sababu kesho hatujui kesho na Mungu. E, kiufupi ni hivyo. Na wakati mwingine pia nadhani hata hapa kanisani nimekuwa nikiongea mara kadhaa kwamba kuna wakati mtu anaweza kawa unapitia wakati mgumu, kawa unaona hakuna haja kubwa let's say ya kumuombea. Ila wakati mwingine umuhimu wa mtu unaweza kawa unaonekana asipokuwepo. Hivyo kama unaweza kufanya kitu chochote kumsaidia kumuombea, fanya kwa sababu E, mwisho yote tunafanya kwa sehemu na kwa nafasi ile ambayo tunaweza kuwa nayo, na unamwona leo mwana alivyo kaamka kidogo, ananafu vifaa <laughs> venye walivyoleta. Ni hivi hapa, tumuwekea vinamfanyia, ndio una shida na hivi, walimletea na viatu navyo, na vina masaji hivyo na hicho vile vifaa vya kunyanyua vya mikononi vya uzito.